Na waktu dhuhuri, idha zalat shamsi, wakati wa dhuhuri, jua linapopinduka. Wa kana zillu rajul katuli, na ikawa kivuli cha mtu kama urefu wake. Mala yahdhul asr, muda huko jaingia wakati wa asri. Yani maana yake sio jua linapopinduka na kivuli cha mtu kama urefu wake ndio adhuhuri imeingia. Jua likipinduka tu kivuli kinaanza kidogo kidogo, unaelewana, mpaka inafika. Hiyo ni ya dhuhuri mpaka inafika urefu wa mtu na kivuli chake, ndio tunakuwa nini, sawa? Yote ni ya dhuhuri muda ambapo jenge la alasiri, kisha dhuhuri tu ndio inaingia nini alasiri? Baada ya kivuli kuzidi sasa, kimeshakuwa urefu wako, kinaanza kuzidi urefu wako, alasiri nafani inaingia. mala mithul asri, waqtu al asri, baada ya hapo, na wakati wa alasiri. mala mtasfarra shams, muda ambapo jua linaanza kuwa la manjano. Yani jua linakwenda likishaanza kukaribia magharibi, kabla hajazama linaanza kuwa la manjano

bado ipo wakati al-isha na wakati wa isha ila nisfi al-layl awsat mpaka nisfi ya usiku. Wakati wa usiku isha ingia magharibi, siku imeanza nusu yake. Wakati salati subuh na wakati wa sala al-fajiri, min tulu al-fajr, tangu kuchomoza al-fajri, ma lam tatlu ash-shams, muda uja walichomoza, wakati wa al-fajiri unaanzia kuchomoza alfajiri mpaka kabla ya jua kuchomoza. Kwa hivyo salatu dhuhuri, yabdau waktuha bi zawali shamsi, sala dhuhri inaanza wakati wake wajua kupinduka. ai ay, mailuha kabili sama, kupinda kutoka katikati ya mbingu. kabili samaa, katikati ya mbingu. Mailuha kupinda kwake, an kutoka kabili samaa, katikati ya mbingu ndio adhuhuri. Wayamtaddu waqtuha na utarifuka wakati wake, wayamtaddu waqtuha na utaendelea wakati wake, ila an yasira kulli shay'in, mpaka ikiwa kivuli cha kila kitu, mithluhu, mfano wake, fi tuli, kwa urefu inaendelea yani, kutoa dhuhuri mpaka urefu wa kitu na kivuli chake vikawa sawa. Wa wayustahabu tajilaha, na inapendeza kuiwaisha dhuhuri. Wa kuwaustahab, na inapendeza tajiluha, kuiwaisha dhuhuri fi awwal waqtiha, mwanzo wakati wake, ila idastadda, isipokuwa kwa pakiwa na joto kali mno illa idha shaddat alharu, isipokuwa joto likiwa kali mno. Fa yustahabu ta'khiruha, inapendeza kuichelewesha, ila libradi, kuwe kwenye ubaridi yani, alasukaribia wakati walasi, kuna joto kali, athari itacheleweshwa kidogo, jua lipoipoi likauli sallallahu alayhi wa sallam, wa kauli ya Bwana Mtume alikusema ila shaddat alharu, jua likiwa kali, joto likiwa kali Ida stada alharri juto likiwa kali, faabrilu bisola, isogezeni swala pelekeni wakati wa baridi, swala isogezeni swala dhuhuri. faia a aa ifajaanajahannfaina shiddat alharri, kwani jotokali mimfa'i jahannam, likupumua moto wa jahannam. wa swalatu al'asri, na la alasiri, yabdau waqtuha, unaanza wakati wake

ambao adhuhuri inaisha kati gani kivuli na kitu kikawa kiko sawa hapo hapo, kisha inaingia alasiri. Wayanta ila ghurubi shamsi, wakati wa alasiri naishia kwa jua kuzama. Inda akhiri isira, mwisho wa manjano kabisa, mwisho mwisho kuzama. Jananahmishotuzaa wayusannu tajiluha, na ni sunna kuiwahisha magharibi, fi awwal waqti, mwanzo wa wakati

Kwa hiyo muhimu swala so, zote ni muhimu, lakini alasiri a swala al-wusta, ambao metajwa moja kwa moja, hafidhu al salawat zihifadhini, dumisheni swala, na swala ya lasiri muidumishi. Wakad amara nabi wa sallallahu alaihi wasallam bi muhafadha alaihi, na ameamrisha Mtume kuhifadhi swala ya lasiri. Faqala, akasema man fatathu salatul asri, atakayepitwa na swala ya lasiri Faka anna ma utira ahlahu wamala, kana kwamba amepoteza, amekula hasara, amepoteza familia yake na mali yake. la manfatathsalatulasiri mwenye kupitwa na sala la asiri, ikampita, anna ma utira fakaanamautira ahlahu wamala, kama amepoteza familia yake na mali yake. Imetokea janga, watoto, familia yako yote, mke na watoto wakafa, na mali yako zikateketea, ndio mwenye kosa la asiri

Na wakati wa sala ya magharibi, min ghurubi shamsi, tangu kuzama jua. Magharibi inaanza kuzama jua. Waqtu salati al-maghribi, na wakati wa sala ya magharibi, min ghurubi shamsi, tangu kuzama jua ila maghribi shafaqi mpaka kuzama mawingu makubwa. Waqtu salati al-maghribi, na wakati wa sala ya magharibi, min ghurubi shamsi, tangu kuzama jua ila maghribi shafaqi mpaka kuzama mawingu makubwa.

liqaulihi sallallahu alayhi wasallam kwa qauli ya Bwana Mtume aliposema, la tazalu ummati bikheiri, hawataacha ummati wangu katika kheri. La tazalu ummati bikheiri, hawataacha umati wangu kwenye kheri ma lam yuakhiru al maghariba, muda ambapo hawacheleweshi magharibi hatta tashtabika an nujum, mpaka zikaanza kudhihiri nyota, yani ukaingia nyota zikaanza kutoka Kwa hiyo watu hawataacha kuwa katika khairi muda ambao wacheleweshi magharibi, takiwa waishi ukiishi kwenye khairi, lakini ukichelewesha akosa kwenye khairi, mpaka nyota ambazo zinaanza kutoka. illa laylata muzdalifati isipokuwa usiku wa Muzdalifa kwenye mambo ya haji. Kuna siku ya Muzdalifa, lilmuhrim bilhajj aliohirimia hija. Faisanu taakhiruha, inapendeza kuichelewesha swala magharibi hata tusallima alisha jamaa taakhira, mpaka iswali moja ni isha, kukusanya kuchelewesha. Kwa hiyo maana yake mtu aliyekuwa haji siku ya usiku wa Muzdalifa inapendeza swala magharibi aichelewesha, aifikishe karibu na isha, ili achanganye magharibi na isha jamaa e, hata istusalli maaleisha jamaa ta'khir, mpaka asali kwa jamaa al-isha. Jamaa ya kuchelewesha kuunganisha, sio jamaa kuunganisha, kuchelewesha. Kuna kuunganisha kwa kuisha na kuunganisha kwa nini kuchelewesha, yani mfano kuunganisha kwa kuisha ni kusali ya dhuhuri na alasiri wakati wa dhuhuri, kuunganisha kuchelewesha ni kusali ya dhuhuri na alasiri wakati wa alasiri. Amma salatu ya isha

wakati swalatil isha, wakati wa sola ya isha ila nisf leili, st mpaka nusu ya usiku wa yustahabu takhiruha, inapendeza ni sunna kuchelewesha sola ya isha. Wa yustahabu takhiruha, ndio sala pekee ambayo ni sunna kuchelewesha, inapendeza kuchelewesha sola ya isha ila akhiri wakti, mpaka mwisho wakati almuktar, liopendeza, uliochaguliwa, yani ukaisali saa tano uzito kwa watu, uzito kwa watu kwa kufanya hivyo. Lakini kama hakuna uzito, maana muda ambao hakuna hakuna wa yukrahu an-nawm qabla ha, na ni makruh haipendezi kulala kabla ya sala isha, yani baada

Waqtu salati alfajri, na wakati wa sala alfajri. Min tuluu alfajri, tangu kuchomoza alfajri. Ikisha chomoza alfajri, athani ya pili. Kuna alfajri fajran, alfajri iko mbili. Kuna alfajri ya kwanza, fajri ya uwongo na fajri ya kweli. Unaweza kuamka saa nane ukadhani kama ni saa tisa, kumbe sio. Kwa hiyo waqtu salati alfajri, waqtu salati alfajri min tuluu alfajri, athani ni kuchomoza alfajri ya pili, ila tuluu alshams, mpaka jua kuzama wa istahabu ta'jil, inapendeza kuisha swala ya alfajiri. Idha tahaqqa tulu' al-fajr, ukiwa unahakika alfajiri isiochomozi sio, kaswali kabla al-fajr, alfajiri iichomozi, ikiyakikiwa kuchomoza kwa al-fajr. Hadhihi al-awqat allati yushra'u ada' as-salat ada' as-salat, hizi ndio nyakati ambazo imekashiria kutekeleza swala as-salatu al-khams fiha, salatano ndani ya nyakati hizi hadhihi al-awqat hizi ndio nyakati alati ambazo yushrau adaa yushrau adaa salawati lkhamsi fii, imewekwa sheria ndio utaratibu kutekeleza swala tano katika nyakati hizo. Fayajibu ala al muslimina, inawapasa waislamu takayudu bidhalika, kuchunga hilo takayudu bidhalika, kuchunga ili kulibatiliza wajuye nyakati za swala walmuhafadha alayha fi waqtiha nudumu, na kudumu na kuzihifadhi swala swala hizo kwenye wakati wake, swala zisiwe kwenye wakati wake, sio mtu watarku analipakadha wata nauahuzieeesh awatarku taakhiriha, na kuacha kuchelewesha swala. Bi anna llaha tawaada alladhina yuakhirunaha, Allah amewaahidi adhabu wale wanaochelewesha swala

waada salawati za swala fi awqatiha, katika nyakati zake. Min ahabbil a'mali ila Allah, ni katika matendo yanayopendeza kwa Allah zaidi. Allah anapenda watu kusali sala katika nyakati zake. Wa afdaliha waafdaliha, na ni matendo bora zaidi. Fakad suila nabii sallallahu alaihi wasallam, aliuliza mtume salam. Fakad suila nabiyu, nabii sallallahu alaihi wasallam aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu al-amali ahabbu ila Allah, matendo gani yanapendeza zaidi kwa Allah. Ayu ayu al-amali ahabbu ila Allah, matendo gani yanapendeza zaidi kwa Allah. Qala, mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, sala katika wakati wake. As-salatu hii sana kwa wanaume ambao wanaswali jamaa, wanapata hasa. Wanawake wanaswali majumbani, wengi ni mtihani